Hello, habari za asubuhi. Ama kuna watu hawataenda mbinguni, kuna baadhi ya watu hawataenda mbinguni kwa kweli, kwa mwendo kwa huu nikisema, sisi tumejinasibu na tumejitanabaisha kwa ajili kitu kitu ya ufanyaji wa kazi hizi aaaofaa miisho ya bati imesikimiwa na gypsum powder, kama uonavyo gypsum powder sio kwa ajili ya kufanya finishing ya bati. Gypsum powder ni kwa ajili ya kuta tu peke yake. Sasa bati limezibwa na gypsum powder, kama uonavyo. Sisi tumekuja kwa ajili ya kufanya marekebisho ya nyumba ya moja. Mteja kaona mtandaoni na ka ka ka ka, ka kaambiwa na baadhi ya wenzia ambao tumewafanyia kazi, kajaribu kufuatilia, kagundua ukweli sasa akataka pale kufanyiwa marekebisho na ishie kuvuja. Ishi kuja kukagua, tumekutana kwanza, kuna uchafu kama unavyoona hapo juu ni pachafu. Hidden roof, slope yake ni ndogo ndogo mara nyingi sana. Sasa ukiacha uchafu juu nitegemee nini? Kwamba maji yatasimama, hayatakuwa na kasi hiyo ya kwenda, lakini pia maji yakisimama, huwa yanatafuta pa kwenda, penetration zinatafuta, kwa hiyo maji yanapenetrate yanaingia ndani. Kisha siku athala inaanza kama uonavyo. Tumefika kwa ajili ya kufanya marekebisho ya paa. Paa limesikimiwa, paa limewekwa gypsum powder, ni wall putty nini, yani limesikimiwa. Kwa hii ni shida, tunabandua tunaondoa hizi wall putty, tunakuja na kitu inayoitwa sign roof, kama uonavyo, pia katika kitambaa kama ukionacho baada ya hapo mteja amesahau hii shida ya kuvujiwa kwa paa. Hizi contemporary jamani zinaharibiwa na watu wasiojua kazi. Tunaonekana mafundi hatujui, tunaonekana mafundi ni waongo. Baadhi ya watu ndio wanasababisha tuonekane waongo. Kwa kweli, hili ni tatizo. Sasa mteja, karibu kama una shida hiyo, kama unasumbuliwa na tatizo, sisi ndio mabingwa wa hizi kazi. Tunapatikana kwa namba sifuri saba moja nne 822221 0714 822221. Kwa hiyo tunamaliza ili tatizo la uvujaji wa ipaa. Karibu tukuhudumie, karibu ufanye kazi na sisi, karibu tukuonyeshe viwango vya ubora. Ukitaka kujua soma comment za watu hapo, kama kuna mtu amesema tumeharibu sehemu fulani, basi niambie, lakini kwetu, comment zetu zetu walio wengi wanasema yes, yes, yes, yes, yes kwamba kazi iko vizuri. Karibu mteja, karibu ufanye kazi na Lukwekwe Group. Sisi ndo mabingwa wa kazi hizi wa mapaa haya ya kuficha, hidden roof. Asante.